Ah, kwa majina naitwa Mwajuma Makuka mwenyekiti wa serikali ya mtaa Msangani. Kiufupi nipende kusema binafsi namshukuru sana Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ameweza kutujengea shule hii kama unavyoiona ndugu mwandishi. Shule hii awali wanafunzi wa mitaa hii walikuwa wanasoma shule tunayo shule nyingine ya sekondari inaitwa kwa Msangani Government ambayo iko mtaa jirani na ina umbali kidogo kutoka hapa kwenda kwenye ile shule kule ilipo. Lakini kwa jitihada za Mheshimiwa Rais tumeweza kupata shule yetu hii. Kwa hiyo watoto wetu wa mtaa wa Msangani wa mtaa jirani wa Madina kiukweli wanakwenda shule sasa. Wanatumia muda mchache sana kufika kwenye eneo la kusoma. Tofauti na mwanzo walikuwa wanatembea muda mrefu. Lakini pia si shule tu baada hii shule kujengwa tumeweza pia kuleta na maji. Tumeweza kuleta na umeme, kama unavyoona. Huo umeme tumeleta juzi kati hapa kama miezi miwili hivi na bado tuko kwenye zoezi linaendelea lakini baada ya kuleta hapa umeme shuleni tukasogeza nguzo baadhi ya maeneo ya wananchi huko ili pia kuwarahisisha wananchi wetu huduma ya umeme. Mimi naamini kiwango cha ufaulu kitaongezeka. Kwa sababu mtoto, unajua mtoto anapokwenda mbali kutafuta elimu kwanza anachoka. Akifika kule mwalimu akifundisha yeye anajilalia zake kwenye dawati. Lakini kwa kuwepo shule hapa karibu mimi naamini kiwango cha ufaulu kitaongezeka. Shule yetu hii ni mpya. Tumeanza mwaka jana ina form form 2 tuliwatoa kule Msangani government, lakini kwa mwaka huu pia tunategemea kupata wanafunzi wengi kutoka shule ya msingi Madina, shule ya msingi Msangani, wote wanakuja hapa. Kwenye ilani kunaongelewa shule, shule ndizo zinajengwa, mabarabara. Mwaka huu tumeweza kuchonga barabara zetu zote za ndani kupitia mapato ya ndani. Mkurugenzi wetu wa manispaa ya Kibaha aliweza kutupa milioni thelathini kila kata. Kwa ajili ya kuchonga barabara zote za kwenye mitaa na tumefanya hivyo. Kama kuna wazazi wenye hiyo tabia mimi naomba waache kwa sababu uwezi ukamkataza mtoto asisome eti aende kuolewa. Akipata elimu akiolewa, maisha anakuwa rahisi sana, lakini ukisema aache shule kwa ajili ya kwenda kuolewa, wanaume wenyewe ndio hao, wanaume wetu wa Tanzania hao, anakurubuni unaacha masomo, anakutia mimba, anakuja na kutelekeza hapo. Kwa mimi niwaombe wazazi waachane na hizo tabia, waache watoto wasome, na serikali inajenga mashule ili watoto wasome.